Na nampa masaa 24 Ali Kamwe aombe msamaha na amwombe samaha mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kuna kauli ambayo mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Young Africans Ali Kamwe alizungumza kuhusiana na mheshimiwa mkuu wa mkoa Paulo Chacha Matiku ambaye ni mlezi wa timu ya Tabora United, lakini pia sio tu kuzungumza, lakini alizungumza kauli ambazo hazikuwa na afya katika mpira wetu wa Tanzania. Kitu ambacho labda watu hawakifahamu ni kwamba Paulo Chacha Matiku mkuu wa mkoa wa Tabora ni mlezi wa timu ya Tabora United. Sasa leo hii anapokuja msemaji ambaye ni levo ya chini sana, mkuu wa mkoa ni status kubwa, sawa. Tunapozungumzia mkuu wa mkoa ni status kubwa yule ni mteuli wa mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan, na yule tunaweza tukasema kwamba ni mwakilishi wa rais katika mkoa wa Tabora. Na hata hao mashabiki ambao walikuwa wanazungumza nao ni mashabiki wa wa Yanga lakini wanaishi Tabora. Mheshimiwa mkuu wa mkoa Paulo Chacha Matiku ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Tabora, ambapo hao hao mashabiki wa Yanga ambao walikuwa jana pale wakizungumza zile sentensi kupitia kwa mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ni mkuu, yaani ni yaani, ni sehemu ambayo wao wanaishi katika mkoa wake. Kwa hiyo niseme tu kitu kimoja, sisi kama klab hatujafurahishwa na kauli zake, hatujafurahishwa na kitendo ambacho amekizungumza cha kumzailisha mkuu wa mkoa wa Tabora. Ishi ya mkuu wa mkoa wa Tabora kutoa bonus, hiyo ni business as usual na hajatoa uh, bonus kwa mechi ya Yanga mechi ya Simba alizungumza kabisa akasema, Tabora mkimfunga Simba natoa milioni hamsini lakini hatukumuona afisa habari wa Simba akienda kumshambulia mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kauli ambazo alizungumza, hatukuona hicho kitu, lakini ni ajabu kwa mkuu wa idara ya habari wa Yanga kwenda kumshambulia mkuu wa mkoa wa Tabora kwa sababu tu amezungumza kauli ambayo imekwenda kutoa hamasa kwa wachezaji. Kwa hiyo mimi ambacho nataka kuzungumza kwa niaba ya klabu, cha kwanza Tumesikitishwa na hatujafurahishwa na kauli ambazo amezungumza, kwa sababu yeye kwa levo aliyokuwa nayo Ali hana levo ya kuzungumza maneno machafu kwa mkuu wa mkoa, hana, na sidhani kama Yanga inaajiri watu kwa ajili ya kwenda kutukana wakuu wa mikoa, na sidhani kama Ali Kamwe ameajiriwa na Yanga ili akija ya kwenye mechi ya Tabora, aje amtukane Paulo Chacha Matiku. Sidhani kama Yanga walimwajiri kwa kazi hiyo Yanga wamemwajiri kazi zile. Ninaamini maafisa habari tunaajiriwa kwenye kwenye kwenye hizi idara kwa ajili ya kuhamasisha na kutoa taarifa. Mimi sikumbuki kama kuna siku ambayo niliwahi nikasimama kwenye vyombo vya habari nikazungumza kitu chochote labda cha kumuharas au cha kumtukana au cha kuzungumza kauli ambazo sio nzuri kwa, kwa rais wa Yanga na maanisha engineer Harris Harris, au, au fadhili wa Yanga kwa maana ya GSM sizani au kwa makamu wa rais wa Yanga kwa maana ya Arafat au kwa kiongozi yoyote ule wa Yanga ambaye ambaye ni kiongozi mkubwa katika timu ya Yanga. Sijawahi, lakini levo ya Ali Kamwe sio levo ya kwenda kuzungumza maneno ambayo amezungumza jana. Kwa hiyo sisi kama club, cha kwanza tunaiomba mamlaka husika za mpira wa miguu kwa maana ya TFF pamoja na bodi ya ligi kuchukulia hatua jambo hili, kwa sababu hii sasa imekuwa kama ni tabia bodi ya ligi wanavyosema kwamba media officers tufanye kazi kwa ajili ya kuhamasisha mechi. Hawajawahi kuwaambia kwamba maafisa habari wafanye kazi kwa ajili ya kutukana viongozi wao. Umekuja Tabora, umekuja kucheza mechi, fanya kile ambacho kimekuleta, hamasisha unavyoweza, lakini sio katika ligi, si ya kwenda kuzungumza kitu ambacho unajua kabisa kwamba yule ni mtu ambaye ana familia yake yule ni mteula Mheshimiwa Rais. Wananchi wa mkoa wa Tabora wote wanamwangalia yeye, wanamsikiliza yeye. Kwa hiyo wewe unapokwenda kuzungumza maneno ya kumtukana na kumharasi na kumzalilisha, tafsiri yake ni kwamba unazalilisha ile nafasi. Kwa hiyo mimi tunachosema kusema kwamba tume tumehuzunishwa na ile kauli.